Nakusalimu msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu katika makala ya nyumba ya sanaa kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Mara hii ninaye Fadhili Hafidh maarufu Real Jofu, tunazungumzia sanaa ya muziki wa kizazi kipya kutoka hapa nchini Tanzania. Mimi ni Steven Mumbi, karibu sana msikilizaji katika makala haya ya nyumba ya sanaa sana, karibu sana. Real Jofu katika makala ya nyumba ya sanaa. Ah, nashukuru sana, shukran sana brother kwa nafasi make. Aa, wengi wanazitafuta hizi nafasi lakini end of the day hawazipati. So kwangu mimi ni furaha kubwa sana. Tupate kionjo cha ngoma yako yoyote kati ya zile nyingi ambazo uko nazo Atinangaika usiku na mchana, napiga mishe mama, ili mladu tulie, achonde chonde, usijidanganywe jo marafiki wabaya, kilicho cha kunitunzie, wajua mi kwa kochongosioni na wendu fimbo yangu gizani, i, i, i, nivumilie baby, o, o, o nivumilie mama, hilo moyo umekuchagua unasema ili uishi na mimi tuni maskini ma. <laughs> Namna hiyo ngoma hii inaitwaje? Uh, nime nimefanya nime, nime, nime ngoma mbili tofauti As kuna nitunzi alafu hiyo ya mwisho Stella I think ndo Stella, ndo wimbo wangu wa kwanza kabisa ambao ulinifanya nikawa Real Jofu nikawa masikioni kwa Watanzania watu wakaanza kumjua Real Jofu. Yes, Stella msikilizaji, kibao kinakwenda namna hii really? Really? Churu, churu, churu, churu. Ay, ay.

ji kibao Stella cha kwake Fadhili Hafidhi Real Jofu unazungumzia mahusiano na namna ambavyo mapenzi yalivyo. Naam, naam, naam brother. Maki, unajua mapenzi, wanasema mapenzi yanatawala dunia. I think bila mapenzi, sidhani hata kama tungekuwa tunapendeza if... yes. Hivi <laughs> kwa hiyo mapenzi yana nafasi kubwa katika maisha ya kila siku 100%. Lini hasa uliingia katika sanaa hii ya muziki? Ah uh, kidogo mimi nimeanza muda mrefu. Ah uh, wimbo wangu wa kwanza kabisa since day one naanza uh, I think ni elfu mbili na tano kama sikosei, ndo wimbo wangu wa kwanza, hizi naingia naingia studio, lakini uh, rasmi sasa, ile Real Jofu naanza kumjua elfu mbili kumi na tatu ambao ndo wimbo wangu wa Stella ulitoka na ukafanya uka, uka, uka, uka vizuri. Yes. elfu mbili kumi na tatu, elfu mbili na tano mpaka kumi na tatu nahesabu miaka minane hapo. Ulikuwa wapi? Ulijificha wapi? Uh, ni asoling kwa sababu unajua kipindi hicho tuna, tunaanza huko uh, pia unajua changamoto za recording mpaka uje ujipate azufanye kazi nzuri kwa sababu hiyo Stella yenyewe nime am, ame produce mazuu so angalia huko nyuma nilipo, nilipo, nilivyoanza mpaka kuja kufika hatua uh, ya kufanya kazi na mazuu na nakumbuka kipindi hicho elfu mbili kumi na tatu mazuu ni wa moto hasa hit songs nyingi so uh, nafikiri nilikuwa ni muda sahihi pia pia kipindi hicho nilikuwa na haso ili kuweza kufanya kitu kizuri ambacho Watanzania wange kufiki, wange, wange, wange kipokea kwa ukubwa zaidi na nalifanikisha pia hilo yes. Kwa nini ulichagua kufanya sanaa ya muziki uh, i think naweza kusema sanaa ndio imenichagua kwa sababu ni talent yangu <laughs> yes. Uh, imekuchagua. Kwa nini kuchagua wewe na isichague? uh, uh, wengine wengine pia wamechaguliwa, ndio maana unaona mfano kama wakina, wakina Mavoko wanafanya, wakina Diamond wana hit. So Ah uh, ukiona mtu anana, anana, anastay kwenye sanaa muda mrefu na anafanya kitu ana wa, wa, wa, wa, wa, mashabiki wanaelewa, basi jua sanaa imemchagua so ni mmoja kati ya mtu ambaye sanaa imenichagua, japo kuwa ni, ja, ni talent yangu ama nimebarikiwa na Mwenyezi Mungu na ni kazi yangu pia, nafanya kama kufanyia kwa ajili ya, ya kujiburudisha tu. Nimejiajiri kwenye muziki kwa sababu ni ajira yangu so ipo hivyo brother. Nani alikuvutia kuingia kwenye sanaa hii? Ah uh, role model wangu kwa kipindi hicho ndo naimbaimba alikuwa ni Kiba ya Alikiba alikuwa ananivutia kipindi hicho sana naata, na hata nakumbuka nilishawahi kufanya kazi moja hivi na KGT, japokuwa haikufanikisha kutoka, lakini kipindi ambacho naenda kwa, kwa KGT na alikuwa ni producer wa Alikiba, alikuwa ananiita ah, Kiba Square <laughs> <laughs> <laughs> unapita kama Kiba kabisa so uh, Tuna, unajua kila mtu ana mtu wake au brother mi alini inspire kipindi hicho, lakini mpaka sasa hivi ukinisikiliza anavyoimba na yeye ni vitu vili tofauti, yes. Wimbo gani wa Ali Kiba ulikuwa ukiimba, watu wanasema yes, huyu bwana yawezekana ikawa ni toleo jipya la Ali Kiba? Cinderella. Hebu twende kidogo, mara ya mwisho mimi na yeye kuna na kipindi kile twasoma shule ya msingi Kigoma Najua ulinipenda ilokutaka penzi kulilinda isunge sema mapema, ili niumaza leo. Mi nikoda aliyenipenda nishamuoa. Je, wataka kumjua jina? Aitwa Cinderella. Rudi homu wewe, rudi nyumbani, wasalimie Kigoma. Wananishoa, ulinitesa sana sababu likupenda. Wajua kijijini kwa bibi, Kigoma inaniuma sana. Mimi leo niko na aliyenipenda nishamua msikilizaji ni Cinderella ya kwake Alikiba, lakini uliyemsikia uh, pale awali ni Real Jofu, msanii wa muziki wa kizazi kipya kutoka nchini Tanzania, na anafanya vizuri na vibao kedekede kede. Unanionea ni kibao kingine cha kwako kizuri. Nionea ni wimbo ambao nimefanya na bradha yangu kakangu, 2015 ndo nimefanya unanionea, ambao nimemshirikisha na Nay wa Mitego. Yes, Nay wa Mitego. kwa rahisi kiasi gani kumpata Nay wa Mitego kushirikiana naye kwenye ngoma? Aa, ukiangalia gap lililopo, kwa sababu mimi nimeanza kufanya 2013 vizuri so elfu mbili kumi na nne pia nikafanya uh, kolabo nyingine ambayo nilifanya na Best Naso, nikaja nikafanya tena kolabo nyingine ambayo nilifanya na Neilini msanii wa kike, then sasa ndo ikaja ikazaa kolabo yangu na mimi na Nay wa Mitego. Uh, Nay wa Mitego ni brother ambaye tulikutanishwa kwenye matamasha. Unajua, kwa kipindi hicho cha nyuma hapo kidogo, kulikuwa kuna tamasha kubwa sana ambayo ilikuwa ikifanyika Tanzania. so, ni moja kati ya msanii ambaye kipindi hicho chupikizi nilibahatika kupewa lile tamasha mikoa kadhaa So nikaa nafanya vizuri brother akaniona akani bless yes. Yani, uh, ile kolabo yangu mimi ilizaliwa kutokana na kile kitu ambacho nilichokuwa nakifanya jukwani na aliona pia aina ya mashabiki wanavyonifatilia, so, tukamvutia ikamvutia tukajikuta ananipa kolabo. unanionea fadhili hafidhi Real Jofu akimshirikisha Nei wa Mitego

hwatumadi rafiki zake baropa chuku na mbulia mwenzenu, nkipiga simu yake ndo kabisa na katiwa huyo huyo huyo, mwenzenu namzimia, kila napomwangalia moyo wangu anienda mbio, huyo huyo huyo, mwenzenu namzimia, kila napomwangalia moyo wangu anienda mbio Kama ndiyo kwanza unafungulia ya redio yako, haya ni makala ya nyumba ya sanaa kutoka jijini Dar es Salam nchini Tanzania. Nimeketi hapa katika bench nazungumza na Real Jofu, msanii wa muziki wa kizazi kipya akifanya vizuri kutoka hapa nchini Tanzania. Mimi ni Steven Mumbi, endelea kunifuata mitandaoni, andika tinini Mumbi. Unaionaje sanaa hii ya muziki huu wa kizazi kipya, real Jofu? Uh, nashukuru kwanza, pia najivunia kuwa kwenye sanaa. Japokuwa sanaa ni ngumu, anahitajika uh, tukaze buti kwa sababu kila siku wasanii wanatoka na kila siku wasanii wanafanya vizuri yes. Kwa kikubwa tu ni kukaza buti. Naam, zipi unaziona ni changamoto kwenye sanaa? Changamoto tunapitia nyingi, changamoto uh, zipo, kwa mfano Uh, unaweza kuwa labda una management management haikuzingatii, uh, haifanyi uh, vitu kwa wakati, pia ni moja ya changamoto uh, upande wa recording pia budget, unajua inatakiwa. Yes, kwa sababu msanii lazima ukishakuwa mkubwa like kama Real Jofu hivi lazima kuna, kuna, kuna vitu vingine unapaswa uviache au na kuna, kuna, kuna, kuna usafiri, kuna yani mazingira fulani ambayo yamekaa kisana, kwa changamoto zinakuwepo ni nyingi as promotion. Tukirudi kwenye upande wa kazi, kwa sababu ndio kazi ndio inatukutanisha na mashabiki, kazi ndio inatukutanisha na medias like hivi, kwa changamoto zinakuwepo nyingi kwenye uweke hususan kwenye uwekezaji, kwa sababu msanii anahitaji endorsement, uh, uh, promotion za uh, uh, radio uh, Uh, kuwekeza kwenye video lazima upate video nzuri, upate audio quality so hizo, mimi kwa upande wangu mimi binafsi ndo changamoto kubwa sana lakini, sofa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile kidogo ninachokipata najaribu kuinvest kwenye, kwenye kazi zangu kama hivyo zinatoka video as ni quality, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini changamoto bado zipo. Ni muda mrefu sasa unafanya sanaa ya muziki kumi na tatu mpaka leo, unazungumzia miaka kumi na miwili, na hapo awali pia ulikuwa umefanya E, muziki japo kufanikiwa kwa kiwango ambacho sasa unaweza ukasema umefika mbali. Muziki umekupa nini? Ah, nashukuru Mwenyezi Mungu kiukweli. Ah, toka nimeanza muziki hapo mpaka hapa nilipofika, cha kwanza faida ya kwanza kabisa tukiachana na mafanikio, cha kwanza kunikutanisha na watu tofauti tofauti mfano hata wewe tu brother kukutana na we, najua ni ni heshima kubwa sana eh? Yes. Kwa hiyo ah, umenipa vitu vingi ambavyo vingine siwezi kuvitaja, lakini so far hapa kukutana na, na, na watu ambao ni wakubwa ambao sikutegemea kukutana nao pia ni moja ya faida. Una kibao kipya? Naam, naam. Kinaitwa Vumilia. Yes. Ilikuwa rahisi kiasi gani kuja na ngoma hii? Ah, kwanza haikuwa rahisi kwa sababu kipindi naifanya Vumilia ni kipindi ambacho nilikuwa na changamoto ya gerezani. <laughs> So, ah, nimeiandika Vumilia kwenye kipindi kigumu sana. Ukisema changamoto ya gerezani unataka kusema aje hapo? Ah, 2020 mimi nilipata changamoto, nilifungwa miaka 30 jela. Uh, kwa kesi ya kutengenezewa, lakini sofa, nafikiri Watanzania wanajua. Shamwachia Mwenyezi Mungu. So sofa, namshukuru Mwenyezi Mungu, nilitoka kwa rufaa. So ndo chanzo cha mimi kuiandika Vumilia pia kwao. Vesi ya Vumilia nini, chorus ya Vumilia niliandikia nikiwa gerezani ambayo nilikuwa na muasa mwanamke wangu au mpenzi wangu aendelee kunivumilia, so wakisikiliza ndani ya vumilia kuna vitu vingi sana. Video iko pale shatoka, nafikiri leo ni siku kama ya nne hivi toka video itoke, unaiona itafanya vizuri sokoni. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mapokeo ya vumilia yamekuwa tofauti na nyimbo zangu zote za mwanzoni nilizofanya kwa sababu, toka nimetoka matatizoni au toka nimetoka jela, niweke hivyo. Nilifanya nimetoka ile lakini nimetoka pia, ilifika sehemu yake, lakini Vumilia imekuwa zaidi na ukubwa, mapokeo yamekuwa makubwa sana, yananipa moyo. Haya, msikilizaji, pata radha ya ngoma hii Vumilia ya kwake Real Jofu. Afikirudi tutapandisha makala haya ya Nyumba ya Sanaa. Vumilia ba mujarabu, msikilizaji, kinazungumzia namna gani uvumilivu unalipa. Unapatikana vipi katika mitandao ya kijamii kwenye? kwanza kabisa uh, Vumilia kwa iko kwenye all digital platforms uh, youtube uh, napatikana kwa jina la Real Jof, yani Real ya Madrid ile uh -huh, alafu j o f u ya Kiswahili, Real Jof. Uh, kwenye digital platforms zote uh, uh, uh, YouTube uh, of, uh, Facebook fan page uh, Instagram tz. Yes. Kila heri na Mungu abariki kazi ya mikono yako ifike mbali mbali zaidi. Amina, na wewe pia Mwenyezi Mungu akubariki, kwa sababu ni mabradha wachache sana wenye moyo ambao wanasupport vijana wa kimaskini kama sisi. So me take time yako, umekuja kunifanyia interview. Nashukuru sana, Mwenyezi Mungu endelee kukubariki brother. <laughs> wewe unaweza ukasema hauna fedha tu, lakini wewe ni tajiri. Kila laheri. <laughs> Amina, amina. Soon <Soon> nitakuwa baresa aye lalamika ndipo nimekosa mchana nipepole kwa vipweka kama mchana kutwa <laughs> wa RFI Kiswahili ndiyo nakunja jamvi la makala haya ya nyumba ya sanaa kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Juma lijalo ni makala nyingine na kuacha na kibao hiki ana kibao kingine kinaitwa nimetoka na kuacha nacho. Mimi ni Steven ni Mumbi, nifuate mitandaoni andika Tini ni Mumbi. Kwa heri na uwe na wakati mwema. Waliniswika jela ilo nipoteze mazima nifie jela kabisa, nimetoka. Uh, yule rafiki kipenzi wakati wa matatizo akuja niona mwambie nimetoka na sauti kipachika nipa Mungu na mshukuru na vile, uh, uh, nuno uwezi kwa mimi na mimi nitabaki mimi heshima uh, kwako nijero na gabi mlinipambania Bega kwa bega timai kwa kwa nimetoka, heshima kwako kijaro na gapi mlini kwa ne pambania bega kwa bega kwa timai kwa nimetoka, nasema nimetoka, kawambie nimetoka. Asante.